Bwana Yesu asifiwe, haya ni maombi ya mpenyo wa ndoa. Na leo tutaendelea na tufundisha kidogo na tutaendelea na maombi. Leo tutaenda kuomba, tutaenda kujitenga na nguvu za giza, tutaenda kuharibu nguvu za giza zozote ambazo zimesimama kwenye malango yetu ya ndoa. Watu wanaweza kakutolea sadaka kabisa ili wewe usivuke kwenye eneo la ndoa. Mtu anaweza akakutolea kabisa sadaka. Wengine ni marafiki zenu, wengine ni ndugu zenu wengine mtu yote anaweza tu hivi, unajua mbaya ili akufanyia ubaya eh, hana sababu, anaamua tu akufanyia ubaya, anaamua tu akuumize mbaya. Anapotaka kukufanyia ubaya, ni yeye na moyo wake wa ubaya ambao umejaa ndani yake, kwamba anavyoona unafanikiwa. Mbona huyu anafanikiwa? Mbona kama atanizidi? Mbona sasa? Tutaona ndivyo alivyo wachawi. Yani anaweza ka, anaamua tu kufanya ubaya, basi tu anakukomesha kuna kitabu cha Hesabu hapa nimesoma Hesabu 23. Ukisoma mstari wa 23, neno wa Mungu inasema, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa ni mambo gani aliyoyatenda Mungu, na sisi leo tutaenda kumwambia Mungu atutendee jambo ambalo litashitua maadui zetu, wale ambao walikuwa wanachinenea mabaya kwenye malango yetu ya ndoa. Wale ambao wanakaa wakifikiri kwamba sisi hatuna Mungu, basi wakamjua Mungu wetu ni nani. Ukisoma okay, hichi kitabu kuanzia mwanzo kabisa, tunaona ni historia ya Balaam ba na Balak. Hawa watu walitoa kabisa sadaka ili waka wakawalaani Israeli, walitoa kabisa sadaka wakawalaani, wana wa wana wa Israel, lakini Mungu aliweka maneno kwenye kinywa cha bara, walitoa sadaka kwa, kuna watu wanaweza kakutolea kabisa sadaka ili wakulaani. Imagine mtu alienda, walitoa ng'ombe, wakatoa kondoo natoa sadaka kubwa ili maisha yako yateketee. Lakini sisi leo tukijiuliza, tumetoa sadaka ngapi kumpa huyu Mungu ambaye anatulinda ambaye ndo atasababisha sisi tuingie kuna hizo ndoa? Mwenzako anaenda kutoa ng'ombe ili wewe usingie kuna ndoa, anaenda kutoa ng'ombe watano, anaua mtu. Lakini sisi tukijiangalia sadaka zetu tumezidi sana elfu kumi, elfu moja, elfu moja kuna vitu pia ni vya kutolea sadaka. Sadaka pia inajenga, inaimarisha madhabahu yako kwa sababu a wa watu walivyokuwa naenda kutoa sadaka walijenga kwanza madhabahu. Inaimarisha madhabahu yako sadaka, lakini neno Mungu inasema ukisoma kuna Hesabu 23 tuanze mstari wa 4. Mungu akakutana na Balaam baada ya kujenga madhabahu, aliandaa zile ngombe. Mungu akakutana na Balaam, naye Balaam akamwambia, nimetengeneza madhabahu saba nami nimetoa sadaka za ngombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Mtu anaenda ku ne kuwa nene kuatamkia watu laana, ametengeneza madhabahu saba mtu amekutengenezea wewe madhabahu za kukuangusha ili usifanikiwe, kune jambo fulani, ili usivuke, kune jambo fulani, hakulaani maisha yako yao, hivyo hivyo anakutengenezea madhabahu na ametoa sadaka juu ya hizo madhabahu. Sasa ukijiangalia, umetengeneza madhabahu gani? ili vitu vyako viende, umetengeneza madhabahu gani? hizo madhabahu alizozitengeneza ni kwa ajili tu ya kuwalaani wana wa Israeli. Lakini Mungu alimtokea huyohuyo ambaye ametengeneza hizo madhabahu ili awalaani wana wa Israeli. Sasa na sisi leo tunamwomba Mungu awatokee, ao ambao wametutengenezea madhabahu ili watulaani, na wengine tayari wameshatulaani. Mungu awatokee na ijulikane Mungu tunayemwabudu ni yupi, na ijulikane leo Mungu akamwambia, Bwana akatia neno katika kinywa chake. Balaamu akasema, umrudi Baraki ukaseme maneno haya. Akarudi kwake, na tazama, amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, yeye na wakuu wote wa Moabu pamoja naye. Akatunga mithali yake akasema, Baraki amenileta kutoka Aram mfalme wa Moabu kutoka milima mashariki. Njoo ni rania Yakobo, njoo nishtumie Israeli. Ni vile sawasawa na mtu anaenda, kwa kuna watu wengine, yeye hawezi hana uwezo wa kuku, sio mchawi, sio ni, lakini ana uwezo wa kwenda kwa mganga, kukufunga wewe usiolewe. Anatoka hapo ndio hii story sasa. Anatoka hapo anaenda kwa mganga, anatoa vitu ambavyo ameambiwa atoe. Ande nataka huyu mtu labda kapeleka picha yako, nataka huyu mtu awe hivi na hivi na hivi na asifanikiwe kwenye mahusiano. Ndio watu wanavyofanya, e. Lakini kuna kitu ameshatoa, kuna kitu hapa tena, nimepata ufuno kwamba ndoa ni madhabahu. Kuna madhabahu ya ndoa ambapo pia tunatakiwa na sisi jenge madhabahu za ndoa zetu ambazo tunaziendea. Madhabahu ya ndoa ambayo unaiombea, jenga madhabahu, tolea sadaka hilo swala unaloliombea. Na unapoomba, nyunyiza damu ya Yesu kwenye hiyo madhabahu ya ndoa yako, kwa sababu hakuna sadaka kubwa zaidi ya sadaka ya damu ya Yesu lakini pia tolea sadaka hiyo madhabahu ya ndoa yako unayoiendea. ko tutaenda kuomba sawasawa neno la Mungu kutoka Hesabu, Hesabu 23, mstari wa 23, tatu akika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Kila mtu aombe sawasawa na Roho Mtakatifu atakapomuongoza, lakini pia, kama unanena kwa lugha, nena kwa lugha. Baba katika jina la Yesu tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa neema, asante kwa kibali chako. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya muda huu mtakatifu. Tunalinua jina lako uo kitema mahali pa juu palipoinuka. Tunasema asante Bwana Yesu. Tunasema asante Yesu Kristo. Asante kwa ile neema yako Bwana. Asante kwa muda ule wote mtakatifu. Asante kwa ulinzi wako Bwana Yesu. Tunakuja mbele zako tena tukiomba rehema zako Bwana. Tunaomba toba kwa ajili

Pengine ni sisi wenyewe tulifungua milango ya nguvu za giza kwa njia ya tabia zetu, kwa mazungumzo yetu. Baba, tunakuja mbele zako tukiomba rehema zako Bwana, tunaomba rehema zako, mfalme wa amani, tunaomba rehema zako, Jeova Shama, tunaomba rehema zako asubuhi ya leo, Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Katikati ya gazabu kumbuka rehema, Bwana, katikati ya gazabu kumbuka rehema, Bwana, katikati ya gazabu kumbuka rehema, Mtakatifu, katikati ya gazabu kumbuka rehema, Mtakatifu, tunakuja e uturehemu mtakatifu, utusafishe kwa damu yako, utusafishe utu kwa damu yako, utusafishe kwa damu yako, utusafishe kwa damu yako, utusafishe kwa damu yako, utusafishe kwa damu yako, utusafishe kwa damu yako, utusafishe kwa damu yako. Pengine hizo nguvu za giza zina uhalali juu yetu mtakatifu, utuoshe Bwana Yesu, maana ni kwa rehema zako hatuangamii mtakatifu. Tunaomba rehema zako siku ya leo

Yaki ya raba yata liko sete leko na ya liba yata liko shete Tunaomba rehema zako mtakatifu, tunaomba rehema zako Bwana. Tunaomba rehema zako juu ya malango yetu ya mbea mtakatifu. Tunaomba rehema zako zipite juu ya malango yetu ya mbea Bwana. Tunaomba rehema zako zipite juu ya maisha yetu Bwana, Juu ya tima zetu mtakatifu, juu ya majira yetu Bwana. Liko yata liko sete leko shete leko na ya liba yata liko sete Ya

Baba katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako sawa sawa na neno lako Bwana, neno lako linasema akika hapana uchawi juu ya Israeli wala uganga juu ya Yakobo. rika sata liko naye liko yote leko sata leko yata liko naye liko sete leko shata. Inuka Bwana na maadui zetu atawanyike, inuka Bwana na maadui zetu atawanyike, inuka Bwana na maadui zetu, zetu atawanyike. riko yata libo naye liko

Inuka Bwana, na maadui zetu watawanyike. Inuka Bwana, na maadui zetu watawanyike. Inuka Bwana, na maadui aawakyay yaakotoo watawanyike katika jina ya Yesu Kristo. Inuka Bwana Yesu na maadui zetu watawanyike. Inuka mtakatifu, miko sete leko shata liba naya na sete leko liko yata liko naya na liba yata liko yete leko sete leko shata. Kwa mamlaka jina ya Yesu, kwa mamlaka jina ya Yesu. Inuka mtakatifu na maadui zetu watawanyike. Usinyamaze Mungu wake yangu, usinyamaze Mungu wake yetu, usinyamaze juu ya maisha yetu usinyamaze juu ya tima zetu, usinyamaze juu ya ndoa zetu. rekete shaka liko naya ribo sete leko yata liko yata libo naya kila ubaya ulo pandwa juu ya ndoa zetu, kila ubaya ulo pandwa juu ya malango yetu ya ndoa unatawanyika katika jina la Yesu, unaharibiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno lako inasema hakuna uchawi juu yetu, hakuna uchawi juu ya malango yetu ya ndoa. Kila uchawi tunauondoa kwa mamlaka ya jina ya Yesu Kristo, tunauondoa kwa mamlaka ya jina ya Yesu, tunauondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Uwo uchawi ulo simama kune malango ya ndoa riko satali ikonaya liko yata liko yete lepo sete uwa uchewe nyo walali, tunaufuta kwa damu ya Yesu Kristo, tunaufuta kwa damu ya Yesu Kristo, ayo maneno ya kichawi lotamka juu ya malango yetu ya ndoa ya raba ya taliko na ya sete leko shete, tunafuta wa maneno kwa damu ya Yesu Kristo, tunafuta wa maneno kwa damu ya Yesu Kristo, tunayafuta kwa damu ya Yesu, tunayafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta wa maneno, tunafuta wa maneno, tunariba sete leko shete leko na ya ribo ya taliko sete, kwa mamlaka china ya Yesu tunafuta wa maneno yalio simama kama vipingamizi kama vizuizi kama kucheleweshwa, tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta

Uganga kwa damu ya Yesu umesema apata kuwa na uganga wala uchawi juu yetu. lipo naya sete leko shete leko naya liko yata liko sete leko yete leko naya liko sata liko yata liko naya liko sete inuka Bwana na adui zetu

neno lako inasema inuka wangaze, liko shete lebo sete malaka taya liko sete ya rabo yata liko sata leko shata liko naya tunainuka na tunaangaza kwa jina la Yesu. Uchawi hautatuzuia kwa mamlaka ya jina la Yesu, uchawi hautatuzuia, uchawi hautatupinga, uchawi hautatucheleweshwa kwa mamlaka

leko shata. Kwa mamlaka jina ya Yesu, kwa kwa kwa kwa kwa tunasambaratisha wa uchawi maneno ya kichawi, tunafuta hizo laana, tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta kwa damu ya Yesu, tunatamka, tuna uchawi wao umeparalyze au una nguvu umeparalyze au una nguvu unawarudia wenyewe, kwa mamlaka jina ya Yesu, kila uchoro fanya njia panda, kila uchoro fanya njia panda, kwenye miti, kwenye udongo, tunaufuta makaburini, tunaufuta baharini, tunaufuta Tunafungua majina yetu kwa damu ya Yesu, tunafungua majina yetu kwa damu ya Yesu, tunafungua kwa damu ya Yesu, tunafungua kwa damu ya Yesu, tunafungua kwa damu ya Yesu, tunafungua kwa damu ya Yesu, tunafuta huo uchawi juu ya majina yetu, tunafuta huo uchawi juu ya majina yetu, tunafuta ribo yata liko naya liko sete, leku shatarako sete leko yata sete sete lebosa yarako ya naya lika sete leko naya, tunafuta huo uchawi juu ya majina yetu, tunafuta huo uchawi juu ya taswira zetu, juu ya picha zetu, juu ya nafsi zetu, juu ya nguo zetu zilizochukuliwa na kutamkiwa maneno ya kichawi, zilizochukuliwa na kutamkiwa maneno ya kichawi, riko sata, juu ya nywele zetu, juu ya kucha zetu, juu ya damu zetu, ribo sete leko naya liko sata liko ya Yata, liko naaya, liko naya sete leko shata liko sete, tunafuta huo uchawi kwa damu ya Yesu, tunafuta huo uchawi kwa damu ya Yesu juu ya sura zetu, tunafuta liko naya liko yata liko sete leko shete leko yata kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo lekete shete lebo nae liko sete malaka taya liko yata liko sete leko shete lebo sata liko naya labo sete leko yata liko naya. Hakuna uchawi wala uganga juu yetu, hakuna uchawi wala uganga juu yetu, hakuna uchawi wala uganga juu yetu hakuna kwa jina la Yesu, hakuna kwa jina la Yesu, hakuna kwa jina la Yesu. Tunaandika ushindi juu ya malango zetu ya ndoa, tunaandika ushindi. Tunaandika kibali, tunaandika kibali, tunaandika kibali, tunaandika kibali, tunaandika kibali, tunaandika kibali, tunaandika kibali, tunaandika kibali juu ya nyuso zetu tunaandika kibali kwenye nyuso zetu. Tunaandika kibali tunaandika kibali tunaandika kibali. Tunaandika wokovu tunaandika wokovu. Tunafunika sura zetu kwa damu ya Yesu. Tunafunika majina yetu kwa damu ya Yesu. Tunafunika majira yetu kwa damu ya Yesu. Adui atasimama kwenye majina yetu, adui atatuchelewesha, adui atatuletea watu sahihi, adui ataturudisha nyuma kwa jina la Yesu. Adui atazuia maombi yetu kwa jina la Yesu. liko sete leko shata liko naya liko uta leko tunafuta kwa damu ya Yesu, Yesu, hizo laana za vizazi, hizo laana za ukoo. liko yata liko naya leko ko tunazifuta tunaziondoa kwenye maisha yetu tunajitenga nazo Yesu, tunazitenga nazo kwa damu ya Yesu, tunajitenga nazo yete leba sata liko sete leko shete lebo sata liko yata liko naya liko sete. Tunang'oa iyo miti ya kipepo, tunang'oa iyo miti ya kichawi, tunang'oa kwa jina la Yesu, tunang'oa kwa jina la Yesu, tunang'oa kwa jina la Yesu, tunang'oa kwa jina la Yesu, tunang'oa kwa, kwa, kwa jina la Yesu. Liko sete leko shata, kila mavazi makukuu ayo ya kichawi tuliovalishwa valisho yanaoleta zuio, yanaoleta harufu mbaya tunavua kwa jina la Yesu tunavua kwa jina la Yesu, tunavua kwa jina la Yesu, tunavua kwa jina la Yesu, tunayavua kwa jina la Yesu, tunayavua kwa jina la Yesu. yarabo setelekusataya liko naya sete lebayata liko naya liko sete leko shete lebo naya lika sata, katika jina la Yesu Kristo, tunavua y mavazi ya kichawi, tunavua kwa damu ya Yesu tunavua hizo sula za kichawi, tunavua hizo pete za kichawi, tunavua katika jina la Yesu. Tunavunja hizo ndoa za kimila hizo ndoa za kimila tunazivunja kwa mamlaka jina la Yesu.

rekete shete Baba, asante liko na haya sete lebosa. Tunatamka kibali juu ya maisha yetu, tunatamka kibali, tunatamka kibali, tunatamka vazi jipya, tunatamka vazi jipya, tunatamka vazi jipya, tunatamka vazi jipya, tunatamka vazi jipya, tunatamka vazi jipya, liko na haya sete leko lekoshata kwa jina ya Yesu Kristo. Asante Mtakatifu kwa ajili ya maombi haya, asante maana wewe unatuonekania, asante maana wewe utasema na wabaya wetu utawapiga. Au wabaya wetu itajulikana leo kwa wewe ni Mungu, na ijulikane kwa wewe ni Mungu unayetusaidia, na ijulikane kwa wewe ni Mungu unayetusaidia, unayetupigania. Usinyamaze Bwana, usinyamaze mtakatifu, usinyamaze Bwana Yesu, inuka mtakatifu takatifu katika jina la Yesu Kristo, libonaya sete leko shata liko sata kwa jina la Yesu Kristo, amen. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki sana. Leo ni siku ya nne ya maombi yetu, kwa hiyo unaweza ukaomba asubuhi subu, ukaomba vichana, ukaomba jioni. Sasa sana roho Mtakatifu atakavyokuongoza. Mungu akubariki sana, hii ni JAYA minister, tunaita Amourabby.